RUWASA, mnafanya kazi nzuri. Zamani mimi wakati sijao hata kwenye nafasi hizi ambazo nazitumikia sasa hizi nilikuwa nikiona lawama huko nilikotoka, kwenye halmashauri zangu, naona lawama inapeleka kwenye maji, inapeleka wapi? Na kwa sababu nilikuwa nimetoka kwenye jiji, maana yake mahitaji ya maji yalikuwa ni makubwa. Mara unasikia kuna bili ya kubambikizwa, sijui mbili si nini na nini, umeelewa? Lakini ukienda kihalisia kwa sasa hivi, kwa sababu ni kiongozi, nafuatilia ninaona mimi. Naomba niwaambie kwa dhati kabisa, unafanya kazi vizuri, kwa sababu mimi ni mdau wenu pia. Sinaziona huduma, watu wanapita wana, wana, wana wanasoma bili na unaletewa meseji na kuambia bwana, kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani tutafanya nini, tutapita kusoma, tupewe ushirikiano na baada ya kusoma unaletewa taarifa za bili yako, na kama ukubaliani nazo ni hivi hivi hivi hivi, mfumo wote unaenda hivi, RUWASA pamoja na SHUWASA. Kama ukubaliani nazo unapewa mpaka namba ya mawasiliano. Uongo kweli? na kama kuna shida unafanya mawasiliano, tatizo linatatuliwa. Zipo lakini changamoto ambazo inawezekana wakati mwingine ziko nje ya mikono yenu, na kama ziko nje ya mikono yenu, basi ndio kipindi cha kujadili na kuziona na kuwaelewa kwamba sehemu sahihi ya kuzifikisha zifikishwe ndani ya wakati, lakini wakati wote tukishirikisha ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa. Leo tumefanya kikao chetu cha mwaka cha watumishi wote, ambacho ni kawaida huwa tunafanya kila mwaka kujadili changamoto mbalimbali na pia kupeana miongozo mbalimbali na kukumbushana sheria, taratibu na kanuni ambazo zinatuongoza sisi katika utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku za ujenzi wa miradi katika wilaya zetu na mkoa kwa ujumla. Na niseme kwamba ni kweli maji ni ibada, na ukimnyima mtu maji, manake unamnyima uhai. Na sisi, mheshimiwa mgeni rasmi, tumepewa elimu ya maji tutakwenda kuitumia elimu yetu kuhakikisha tunawapatia wananchi maji ambao hawana maji kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo na sisi watumishi wa RUWASA kwa sababu tumewezeshwa elimu ya kutafuta maji, elimu ya kusambaza maji, tukaitumia elimu yetu kuwahudumia wananchi wetu. Na kupitia kikao cha leo, ni sehemu ya chachu ya kutufanya sisi kupata ari mpya ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale yote ambayo yameelekezwa na serikali, lakini kuhakikisha kwamba tunamtoa ndo mama kichwani na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, 30 na dira ya taifa ya mwaka 2025, 50. Kikao hiki cha watumishi kwanza kinaturejesha kwenye msingi ya utumishi kupitia vikao unasovu mambo mengi, malalamiko ya watumishi na hata ufufunuzi wa baadhi ya vitu. Kwa mfano kama ulivyojionea pale, watu wameuliza maswali na nini. Kwa hiyo kikao kazi cha watumishi kinawajenga watumishi na pia kinajenga taasisi na kuondoa ile hali ya malalamishi na nini au majungu, kwa sababu kama mtu na jungu lako, ndio sehemu ya kusemea. Kama kuna jambo ambayo inakupa utata, ni sema ya kusemea. Kwa hiyo kwa, kwa ujumla kikao kazi hiki kimetusaidia sana sisi watumishi.